Mtazamaji na msikilizaji Yanayojiri Mitaani TV, karibu sana kwenye chaneli hii, mahali tunapochambua maarifa yanayojiri mitaani, mashambani na ndani ya jamii zetu. Leo tunazungumzia mtama, nafaka ya asili yenye mchango mkubwa kwa afya, mazingira na uchumi wa jamii zetu. Katika video hii tutaelezea kwa kina sehemu tatu. Kwanza, umuhimu wa mtama katika maisha kila siku; pili, faida zake kiafya; na tatu, mchango wake kiuchumi na kimazingira. Mtazamaji na msikilizaji, yanayojiri mitaani, twende kazi. Sehemu ya kwanza, umuhimu wa mtama. Mtama ni nafaka ya kale inayolimwa kwenye karne nyingi barani Afrika. Ni zao linalostahimili ukame, hivyo ni tegemeo kwa wakulima wa maeneo yenye mvua kidogo, kama sehemu za kanda ya skaz, kaskazini mashariki na kusini mwa Afrika. Katika famili nyingi mtama hutumika kutengeneza uji asubuhi na hata vitafunwa kama maandazi ya mtama. Hii inaonyesha kuwa mtama si tu chakula peke yake, ni sehemu ya utamaduni wetu. Zaidi ya hayo mtama ni nafaka inaweza kuhifadhiwa kwa muda mrefu sana bila kuharibika haraka, jambo linalosaidia usalama wa chakula nyumbani. Kwa jamii zinazotegemea kilimo hichi, mtama ni zao la kimkati mkati, linaweza kupunguza utegemezi wa mahindi au mchele hasa wakati wa kiangazi. Sehemu ya pili, faida za kiafya. Mtazamaji na msikilizaji, sikiliza vizuri. Mtama una virutubisho vingi vinavyosaidia mwili kuwa imara. Una madini kama chuma ambayo ni iron, muhimu kwa kutengeneza damu, magnesium kwa afya ya moyo na mifupa, na phosphorus kwa ukuaji wa seli. Mtama una nyuzinyuzi nyingi ambazo husaidia usagaji wa chakula, huzuia kuvimbiwa na kuweka utumbo katika hali nzuri. Kwa watu wanaotafuta lishe bora mtama ni chaguo sahihi. Faida nyingine kubwa ni kuwa mtama hauna gluten. Hii inamaanisha watu wenye ugonjwa wa celiac au mzio wa gluten wanaweza kufurahia bila wasiwasi. Mtama pia husaidia kudhibiti viwango vya sukari mwilini. Kwa watu wenye kisukari, mtama hutoa nishati pole pole na husaidia kuepuka ongezeko la ghafla la sukari mwilini. Kwa watoto, mtama ni nafaka bora kwa ukuaji. Unaweza kutengeneza uji wa mtama wenye maziwa, karanga au mbegu za maboga na kupata lishe bora kamili. Sehemu ya tatu: faida za kiuchumi na kimazingira. Mtama ni nafaka rafiki kwa mazingira, hustahimili ukame, hauhitaji mbolea nyingi, na unaweza kustawi kwenye ardhi isiyo na rutuba ya hali ya juu. Hii inamaanisha wakulima wanaweza kupanda kwa gharama ndogo. Kwa wakulima wa vijijini, mtama ni fursa ya kipato. Unaweza kuuza kama nafaka, unga au bidhaa zinazotengenezwa uh, thamani kama uji wa pakiti, vitafunwa na usindikaji wake ni rahisi. Yani, usagaji wa kusaga mtama ni rahisi. Unaweza kuanza nyumbani kwa kusaga mtama na kutengeneza bidhaa za kuuza sokoni. Hii huongeza thamani ya mazao na kipato kwa familia. Kwa vijana wanaotafuta miradi ya kilimo, mtama ni mradi wenye faida. Unaweza kuanzisha biashara ya vyakula vya mtama, kuunda brandi yako na kuleta mabadiliko ya kiuchumi katika jamii. Zaidi ya hayo, mtama huchangia usalama wa chakula kitaifa. Nchi nyingi hasa, hasa na sasa zina hamasisha kilimo cha mtama kama njia ya kukabiliana na, ma na mabadiliko ya tabia nchi, mabadiliko ya mazingira. Mtazamaji na msikilizaji yanayojiri mitaani TV, mtama si tu chakula peke yake, ni hazina ya afya, mazingira na uchumi. Tukitumia vizuri zao hili la mtama tunaweza kujenga jamii imara yenye afya na maendeleo. Mtazamaji na msikilizaji wa yanayojiri mitaani TV, asante kwa kutazama yanayojiri mitaani TV. Kama unapenda maarifa kama haya, tafadhali gonga like, subscribe na share video hii kwa wengine, ili tuendelee kukuza maarifa yanayojiri mitaani